Naam, mtazamaji wa Trend TV ya bwana moja, kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni siku hii ya leo ni kuhusiana na kitu ambacho kimetokea mara tu baada ya suala la heka heka za hapa na pale ambazo zimejitokeza hivi karibuni, ni mambo mazima ya uchaguzi. Kama unavyoelewa kwamba nchi ya Tanzania ilikuwa ipo katika uchaguzi mkuu na uchaguzi umekwisha, na sasa hivi kila mtu anaendelea na mambo mengine ya kujenga taifa. Sasa kutokana na baadhi ya fujo vurugu ambazo zimetokea eh, siku kadhaa zilizopita baada ya sasa hivi hali kuwa shwari na mitandao kufunguliwa, kwa sababu tunafahamu kwamba kwa muda wa takriban kama siku nne hivi au tano hakukuwa kabisa na huduma za mitandao, yaani mtandao ulikuwa haupo hapa Tanzania kwa hiyo moja kwa moja ikapelekea watu eh, kidogo maisha yao kuwa yamebadilika, maana kila mtu alikuwa anatarajia au alikuwa ameisha zoea kupata habari kutoka katika eh, mitandao ya kijamii, lakini kwa hivyo, kwa siku kadhaa zilizopita kutokana na kwamba mitandao haikuwa hewani. Sasa kwa sasa hivi ni kwamba of course, kila kitu kimerudi online eh, huduma ya mitandao imerudi kama kawaida na kila mtu anaendelea katika harakati za kujenga taifa, na kuna kutokana na eh, machafuko ambayo yalikuwa yametokea siku kadhaa zilizopita, heka heka za hapa na pale, ni kwamba watu tofauti tofauti hususan wasanii wamejitokeza kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu, kuwapa pole watu ambao labda wamepatwa na matatizo kwa namna moja au nyingine, eh, wale ambao wamekutana na eh, dhahma kidogo kama vile wale ambao wamepoteza maisha, waliojeruhiwa na vitu vingine kama hivyo. Kama kwa mfano hapa bwana, kuna msanii Diamond Platnumz ambaye sasa hivi posti ambayo ameiweka katika kurasa yake wa Instagram imekuwa ikitrendi kutokana na baadhi ya vitu ambavyo amevizungumza kuhusiana na kitu ambacho kimetokea siku kadhaa zilizopita. Bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram Diamond Platinumz, pale juu katika Insta story, ameweka maneno ambayo yanasomeka kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo mpanga wa yote. Ameanza hivyo Diamond kuandika kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mpanga wa yote, na hapa na hapa hapajatokea jambo pasipo yeye, ku, pasipo yeye kutaka. Diamond akaendelea kusema kwamba kwa kila jambo linalotokea huwa linatokea kwa sababu Insha Allah, na kwenye hili pia Mwenyezi Mungu atujalie sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu. Then Diamond akaendelea kusema kwamba atujalie amani zaidi e, ya tuliyokuwa nayo hapo mwanzo, atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano wa kupenda maendeleo na, na pia vile vile azilaze roho za waliotangulia mahala pema peponi Amen. Diamond Platnumz bwana ameandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram, alafu kisha akamalizia kwa kuweka emoji ya kushukuru, emoji ya kopa, na emoji ya bendera ya Tanzania. Na hiyo ni screenshot ya caption ambayo Diamond ameiandika na kuiposti katika ukurasa wake wa Instagram eh, lakini pia vilevile vile akaendelea tena katika Insta story, kuna ujumbe mwingine ambao Diamond alikuwa ameuweka, ambapo ujumbe huo bwana unasomeka kwamba insha allah Mwenyezi Mungu atujaalie amani zaidi ya tuliyokuwa nayo mwanzo, atujalie upendo zaidi, umoja, mshikamano, maendeleo na pia azilaze roho za waliotangulia mahali pema peponi, amen. Diamond Platinumz ameandika hivyo katika kurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story, lakini hayo niliyokusomea hapo awali alikuwa ameandika katika posti ya kawaida katika kurasa wake huo wa Instagram. Ya, so huo ndo ulikuwa ujumbe wa Diamond Platinumz na peji mbali mbalimbali, siku hii ya leo bwana, zimekuja kuripoti huku katika mitandao ya kijamii e, peji nyingi mno zimekuja kuripoti kuhusiana hiyo habari. Kwa mfano hapa bwana, kuna peji ya wasafi wenyewe wameandika kwamba Mungu aziraze mahali pema peponi kwa wale waliotangulia, maneno ya Diamond. Then hapa chini wakaandika kwamba kutoka kwenye ukurasa wa mwanamuziki Diamond Platinumz ameandika ujumbe huo kwa yale yaliyomgusa. So hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini pia vile vile wadau mbalimbali mbali nao pia wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Eh, bwana watu hapa wamekuja kuweka maoni yao, watu wameandika kwamba eh bwana, e, tunashukuru, kuna mtu hapa amekuja ameka emoji za makopa kopa. E, kuna mtu ameandika kwamba bwana Diamond God bless you. Kuna mtu hapa amemwandikia ame, ame hivyo Diamond kwamba Mungu ambariki kwa e, salamu hizo za rambirambi ambazo amezitoa. E, kuna mwingine amesema kwamba bwana umeanza kunigusa vizuri my superstar artist worldwide e, kuna mtu amekuja kucomment hivyo. kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba eh, eh, kuna mtu mwingine amekuja amesema kwamba bwana, tunashukuru eh, yaliyopita si mbele. Kuna mtu ameandika hivyo eh. Kwa hiyo hizo ni hi, eh, hayo ni maoni ya baadhi ya watu ambao wamekuja ku comment hapa eh, katika hizi posti ambazo zinaonyesha maneno ambayo ameandika Diamond Platnumz. lakini kikubwa zaidi hapa tunachokiona ni kwamba Diamond bwana anachotamani kukiona kas, kwa siku zinazokuja ni kwamba anatamani kuliona taifa likiwa na amani, upendo, mshikamano zaidi ya vile ambavyo ilivyokuwepo hapo awali kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo wichi ni kitu kizuri, ukiona mtu anaombea taifa liwe na amani ni jambo la heri. E, maana amani bwana ndo kila kitu, kwa sababu kama kusingekupo na amani e, basi hata sasa hivi hapa tusingekuwa tunasikilizana. Kwa hiyo tunasikili, ukiona mtu anaomba amani ni jambo la heri, na wewe pia ukiwa kama mdau e, na kusi tuzidi kuomba amani e, taifa liwe na amani kadri ya siku zinavyozidi kwenda, so it is what it is, lakini pia na wewe ukiwa kama una maoni basi moja kwa moja unaweza kaweka hapo chini katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, na pia unaweza ukaweka maoni yako bwana katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambao tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.